ikavuma Mombasa nzima. Uh, ni jambo gani ambalo lilifanya baadaye ligi kama ile isiyo ni yenye kuendelea? Mkweli nilianzisha ligi ya watoto pale Gomani ambapo ni hasa Ilikuwa ni ya kuendelea ile ligi, lakini wajua, watu wa Mombasa, ligi yaweza kuendelea au yaweza kufa, kwa sababu hupati sapoti kwa wale watu kidogo ambao uliowategemea nilichezesha ligi ya kwanza mpaka mwisho, alhamdulillah, tuliendelea vizuri tukamaliza vizuri. Sasa katika mfumo wa pili, ikaanza sasa kidogo ko ikaanza zogozogo kidogo, ambalo sikulipenda mimi na wale wenzangu ambao ulikuwa tukishirikiana nao, waka wakawa hawana maongezi au kuendelea na ule mpango basi, wao wenyewe mmoja mmoja wakajaribu waka kuacha ili ipate kuporomoka. Kwa hivyo haikukaa muda mrefu, ni kama miaka miwili mitatu tu hivi, na watu wengi walipendelea ile ligi kwa sababu wachezaji wengine walikuwa wanapatikana pale pale Bomani wakichezea Wananyuki. Kwa hivyo Wananyuki yenyewe hasa iliendelea kwa wachezaji hasa waliokuwako pale Bomani wanafanya mazoezi na mazoezi yao ya watoto mbali, kwa hivyo haikuweza kuendelea sana. Kwa hapo sijui, <laughs> si... maanake siwezi kuelezea zaidi ya hapo, samahani. Bila shaka kazi ya kuwa ni refarii ni kazi ambayo inahitaji mtu kuwa ni mwadilifu, kuwa ni mtenda sawa, kuwa ni mtu asiokubali mambo ya kichini chini ya kuhongwa na kitu, kwa sababu refarii ni hakimu, una hukumu. Sasa kwa vijana wetu ambao pingine wamevutiwa kutaka kuja kuwa ni marefarii ungewapa nasaha gani ili mtu awe ni refarii bora, refari mzuri? Ni vipengele gani ambavyo mtu atakana avichunge ili ainukie awe ni refari mzuri? Kuwa refarii mzuri, kwanza ni uaminifu. Ukiingia uwanjani, uwe wewe umeingia kwenye kazi ya kuaminika. Mshaona, ukiingia kazi ile ya kuaminika na uaminifu unao, inshallah utafaulu lazima, kwa sababu uaminifu ni muhimu kwa binadamu. Vipengeleo ambao wengine, ambao mtu wa kufuata ni yeye mwenyewe, awe na mazoezi yake mwenyewe, huwe na mazoezi ya nje ya mambo ya mpira, uwe una mazoezi wewe mwenyewe ya kuweza kila siku asubuhi na jioni, unaji unakubali kujisumbua. Kwa hivyo kwa hapo ukijisumbua na lengo lako utakalo, lazima utalipata. Kwa hivyo usumbufu ni muhimu katika mchezo wetu wa mpira na urefari. Asante. Naam, shukran shukran sana. Uh, mzee wetu mkongwe Said Ali maarufu kabisa refari, ningependa kwanza nikufahamishe kwamba uh, mambo ya kimaendeleo huku uzunguni, wenyewe wamejipangia mambo ambayo ni ya kuhimizana na kupelekana mbele. Huku uzunguni kuna sherehe za kutoa matuzo ama zawadi kila mwaka kwa wachezaji, ukaambiwa mwaka huu fulani amepata medali ya shaba, fulani amepata medali ya dhahabu fulani amepata medali ya fedha. Sasa kwa mipango yao hii, wana rekodi zao, kila mwaka mchezaji bora alikuwa ni nani. Lakini sisi kwa ukosefu wetu wa maarifa kama hayo, miaka na mikaka imepita, watu wamejichezea mpira mpaka wengine wamekufa hivyo hivyo. Sasa kutokana na ujuzi wako kama hakimu, kama mpiga kipenga refarii mimi nikikukabidhi sasa hivi mzee wangu re, e, Said Ali nikikupa medali tatu, nikakupa medali ya dhahabu kwa namba one, namba two umpe medali ya fedha na namba three umpe medali ya shaba, wale wachezaji ambao uliowahi kuwashuhudia wewe katika kukulia kwako na kushika urefarii ni mchezaji gani utampa dhahabu? Mwingine umpe fedha namba 2, na namba 3 umpe shaba. Tafadhali bana. Sasa hizo ni zawadi zao. Na hapa wazungumzia wa top class referee au wazungumzia local referees? Kwa sababu top class referees ni mimi Hussein Namoya Ngesa, uh, Miraji na Miraji na wengine watatua. Sasa nikisema ukweli kabisa, top class referee naeza kumpa ngesa Saidi Ali na Hussein Namoya, ha, at least naam, nikwambia watatu ni, ni Hussein na Moya. hao ndio besi refarizi ambao mmewaona na mpaka leo hii, sidhani kama waweza kutokea wengine kupitia hapo mpaka afanye bidii sana sana, haswa hivi sasa mpira vile ulienda chini, kunatakikana bidii kubwa sana kuingia, waliomo na wasokwemo, wakazanie hii kazi ya kupiga firimbi, ili wapate kitu chochote ambacho chaweza kutoka nje au popote katika Kenya. Basi ndio hao, ndio nimeweza kuwachagua kama mmoja wa marefarii. Naam, nakubali, nakubali sana, uh, uh, uchaguzi wako kama huo. Na ingawa swala langu lilikuwa halikulenga kwa upande wa marefarii, kwanza ilikuwa limelenga kwa upande wa wachezaji bora. Kulikuwa na wachezaji kina Kadir Fara kina likaju kina sungura kina Badiali. Sasa mimi nataka uchague wacheza, kwa vile hatujawahi sisi kutoa tuzo, na kila mwaka kama ninavyosema hapa uzunguni, kila mwaka kuna best player anachaguliwa number one akapata dhahabu namba 2 akapata fedha, namba 3 akapata shaba. Sasa kwa mara ya kwanza, kama Said Ali, wewe umewekwa ni hakimu, utoe uamuzi wako katika wachezaji, wachezaji sio marefari, wachezaji uliowaona, nani utampa dhahabu, wa huyu ndio best player, ndio liowahi kumwona, umpe mwingine fedha, huyu ni namba 2 na mwingine umpe shaba. Wachezaji watatu wa hapo Mombasa uliowahi kuwashuhudia wewe, ungezitoa vipi medali hizo? Na utakapokuwa zitoa tayari, historia ya hichi kitabu itanukuu kwamba medali zilitolewa na Said Ali mwaka huu wa 2024. Eh, sasa ikiwa ni mambo ya wachezaji na waomba, mimi nichague ni wachezaji ambao wamekomaa kweli, naweza lakini sasa, mchezaji ambaye kwetu sisi hapa Mombasa mchezaji bora kwanza ni nani huyo? Huyu nani, Kadir Fara Alikaju. na mwengine atakuwa ni nani huyu? Riziki. Riziki alikuwa akichezea Mwenge. Hapo ndio wachezaji bora mnaowaona mimi, tukiendelea mbele sasa utazungumza maneno mengine ambayo nitayaelewa na nitakujibu kwa sasa hivi. Naam, mashallah, mashallah, nimefurahi sana kwa tuzo zako hizo, na Mwenyezi Mungu akujalie nawe kila laheri, na sisi tunakupenda na tume, tunakukumbuka na tutaendelea kukukumbuka kwa maneno yako mazuri kama haya. Pengine tumalizie kipindi chetu kwa kutupa nasaha mujtamaa wetu huu ambao kwa hakika walikuwa katika daraja nyingine na sasa wako katika daraja nyingine tofauti. Kuzorota kwa mpira kumekuja, mtu kama wewe, Said Ali Ukiangalia hali ilivyokuwa na ilivyo, kwako wewe ni masikitiko makubwa. Matatizo ni yapi, na suluhisho lake ni lipi? Kwa sababu maadamu tuko hai hatufai kukata tamaa, na jamii yetu tunataka kuiokoa katika majanga ambayo sasa hivi wako juu yake na wawe ni jamii bora nao na maendeleo ya kimpira walikozorota ni wapi, wajaribu kushikana warekebishe ili warudi katika ubora waliokuwa nao. Naam, kwa hakika maneno yako ya kweli kabisa, maneno sahihi hasa. na wallahi, sijui nitoewa saa gani, maanake mpira umehar, umeharibika sana sana, sana, sana, katika mji huu wa Mombasa na vitongoji vyake. Kwa hivyo na saa yangu mimi kwanza watu wa mpira wote wengelikutana wote si, walio wa sasa na wa zamani, wengelikutana sehemu maalum Mwakeba, wakazungumza Mwakeba, haya mambo yanavyoendelea. <laughs> Manake yasikitisha, ushaona? <laughs> bana, yasikitisha sana bila ya kukaa chini kisawasawa, bila ya kukaa chini kihalali, wazungumze maneno ya kutoka kinwani kwao na kueleza, kila mtu atoe tukutuku zake azungumze yale ya ukweli. Wakishazungumza yale ya ukweli, ndipo tuweza kupata suluhisho la kutengeneza hii football yetu hapa Mombasa. Kwa hivyo, tufanye kwa bidii kwanza Klabu zote zilioko Mombasa, the first division, za second division na third division ziwe zitakutana, watu wazungumze hata kutoka asubuhi mpaka jioni, wawe wazungumze maneno ya kutoa mwelekeo ili tusije tukaharibikiwa siku za mbele. Sasa tumeshaharibikiwa, lakini bado twaweza kutengeneza maneno au mazungumzo muhimu ambayo ni ya mpira, kwa hivyo muhimu sana kwanza, tupate mkutano, baadaye tusonge mbele katika daraja ya pili. Shukran sana. Naam, natoa shukrani zangu za dhati kwa Said Ali uh, kwa kujitolea wakati wako muda wako na kwa kujitolea fikra zako ambazo kwa hakika ni za faida kubwa sana katika mjitama wetu, na tunakufurahikia sana na kukusherehekea kwa kuwa ni mmoja katika marefarii waliobora katika Afrika ya Mashariki, na tutaendelea kukukumbuka kila leo. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akuzidishie kila la kheri, akupandishe daraja yako katika dunia na akhera. Na Mwenyezi Mungu atusamehe sote katika tulipokosea. Shukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Na nimefurahi sana kwanza kukaribisha mjadala huno ambao muhimu sana kwa watu wa Mombasa na vitongoji vyake. Nimefurahi kwanza yawe mwenyewe kujitolea kihaki kuandaa mjadala huno, na nawapa pongezi sana sana sana kwa kuandaa mjadala huno kwa njia nzuri na kwa njia ambayo kila mtu atafurahi atakapokusikia mambo kama haya yanaendelezwa na mtu fulani pale fulani. Shukran.